Kazi ujenzi ya barabara ya RN30 inaendelea mbaya. Inaendelea mbaya mbaya sana. Ni kama vile unaweza patia fundi nyumba yako na alafu unamwachia pesa zote acha mwezi kumi na kiarudia, eh, angali kumsingi. Nikumbushe kama ni barabara ambayo ilikuwa lancé depuis 2023 mwezi wa kumi na moja eh, ndio inashimamiwa na government ya Kongo kupitia ministeri yao ya miundo mbinu eh, ilikuwa lancé na ministre Isaro presence ya, ya guverner wahiyo yu wakati ilikuwa ni teongwabij na hiyo yu barabara ilikuwa ni ya miezi kumi na nane purke ishe. Na ukisema kuleo, ukisema kuleo tu nakua ku miezi zaidi ya miezi kumi na tano na ukiangalia makazi ya hiyo barabara zinakuwa mbaya sana, ijapokuwa iyo barabara inakuwa na, inakuwa na muhimu mingi kutaifa ya Kongo na kutaifa e, inayozunguruka Kongo paske ile barabara iko ku nivo ya kimataifa donc iko ku nivo international Inasaidia Kongo na inasaidia nchi ambazo zinatoa biashara kule, vinaleta huku, tunatoa biashara huku, tunapeleka kule. E, inasaidia wa passager kuikuwa itilize pale, na hiyo maeneo kunakuwa mabiro za leta ambazo zinalipisha pesa kwa wale watu wanapitia ile barabara. Lakini malgre umuhimu ya ile barabara, inajikuta inajikuta muhali ambayo iko mbaya, parfois mai inapanda, inaibeba, parfois mai inakuwa mingi. Me malgre yote vinapitikana, me pako, pako, pako. Tuko na, na, na Banque Mondiale ambayo ilifinance kazi za barabara ile, tatazama kama kazi zile zinaenda polepole pole sana, mpaka leo tunaanza ona kama kuna kofi, kwa viongozi watakuja ndio wanaanza angalia fasi kwenye pako mai wanaangalia angalia fasi kwenye kuna kuna nani wanamwanga udongo, ijapokuwa iko vile. Ni kazi ambayo entreprise ilipewa na ile kazi inapashwa kuisha kumezi yenye inafanya juhudi. Tushazifanya, tuli tuliwaona siku nyingi sana, mpaka tunasaulika mara mara ngapi, tuliwaona na utaelewa kwamba hatuelewi. Ndio kwa maana tuko naomba wakuu viongozi wengine wa kati, kama makosa ni mambo ya, ya, ya wa viongozi government yetu ijirudie kwamba raia ya Uvira iko na bezio ya barabara. Tunaona kama sisi eh, eh, raia ya Uvira tunakuwa na ile Kongo ya zamani nilikuwa nikiingia nasikia midundo me kamem nasikalika barabara kani tupatia heshima. Tuko nasema kama kama ni kungambo ya entreprise ka kama kama se tuko pre kwa kila wito wote inalomba kuwashindikiza. Donc kama pako probleme ya, fino, ya franga kutoka, tunaweza peleka malalamiko mbali juu ya waku viongozi watoe pesa ili barabara ile iishe. Ujumbe tunaambia raia ya Uvira. Kwa kwa na ya Uvira ni ujumbe ambao kwa tunaelekeza kwa kuu viongozi na entreprise ni kusema kwamba raia ya Uvira iko macho sana kuona kama barabara ambayo inatengenezwa kwa na na chance ya kutengenezewa barabara alafu tuikale kimya, ndio kwa maana tunaomba tunaomba kuu viongozi wajiimplike unaomba entreprise vraiment kama iko na kila kitu juu ya kufanya kazi ijitahidi sana ifanye kazi na barabara ifike kumwisho kwa sababu barabara ile inakuwa na umuhimu na kwetu sisi raia na kwa government nzima, na kwa mainchi jirani. Wala ujumbe tunaweza ambia, eh, wakuu viongozi wetu vraiment wajikaze, wajimplike parce que hali ambayo barabara inaendeshwa haiko mzuri. Namna wanajenga ile barabara haiko nzuri ni ni moya ya kuonyesha na anazarau raia paske hatuwezi amwezi kuwa mnaheshimia raia. Kitu ni cha miezi kumi na munane, halafu leo tuko ku miezi kumi na tano angali na planir. Uko mafasi kunalomba makushi dairi haina kazi ya mingi paske seini rute inaita kuwa nanane na na makanivo ni, ni, ni, ni rute ambayo itatengenezewa vila vila macanivo ni kama ile ya Gatumba kisi mnaona, paske ilikuwa kumeme projet ilikuwa ni bank mondiale nieza ka finance, ni ile napita miaka kadhaa iliweza kaisha, mpaka leo yetu aweza kaisha. Naomba wakuu viongozi kwa moyo mwema, entreprise tunaita kusuplese ja makazi isha.